Safi, kwema. Kwema. Nilikuwa namuulizia Penina. Sijui kama nimemkuta. Penina yupo. Aliniambia kuna kazi. Na ndio maana nimefika nyumbani kwake ili kusikiliza hiyo kazi. Afu sikia bro. Mimi nishaanza kukushtukia. Tumecheza tumecheza sana watoto wa mjini. Hamna kazi, wote wamefuata kwa Penina. Ila una mipango yako. Ila mimi labda nikusikie kitu kimoja. Achana na Penina. Sio kama unavyowaza hivyo, ni kazi tu, sio michezo. Tushacheza sana kipindi ambacho wewe oh, unaaswa hapa kuja kujifanya unaulizia kazi. Sisi kipindi chetu tulikuwa tunaenda tunagonga kwenye mageti, tuenda kuulizia skrini. Sasa kuwataka wanawake wazuri kama Penina bila cha kukusi. Kaa mbali na Penina. Mimi ni mtu mbaya, nitakufanya kitu. Amna potea

Rusted, rusted. At the sku nyingi fresh vitu za siku nyingi maana umepotea, uonekane. Shimeji yangu, si unajua tena pilikapilika hizi, maana umeingia pale hapa na hivyo ndo maana tunashindwa hata kuwasiliana hata kutembeleana pia imekuwa shida. Kwa kweli karibu, mimi nipo. Asante. Vipi, rafiki yangu, nimemkuta hapana? mm, ya ametoka ah kwao, nina bahati mbaya sasa, yatusimu yeah, na bahati mbaya, maana ameshatoka muda mrefu sana, kwani amkuasiliana? Hapana, unajua tena, hata simu yangu nimeacha chaji, kwa hiyo nimeamua nije tu hapa nyumbani bwana. Haya sawa. Ah. Haya shemeji, haina shida, ngoja nini, sawa shemeji Kusema ukweli shemeji, nimevumilia, nimeshindwa, nimejizuia sana nisikwambie, lakini roho yangu haingipi kabisa. Ukweli ni kwamba rafiki yako amebadilika sana, na ninahisi ana mwanamke mwingine nje, kwa sababu inapokuja swala la huduma, kunihudumia mimi au kuacha hela matumizi hapa nyumbani, amekuwa mzito sana na ngumu. Na hivi ninavyokwambia, tangia asubuhi mpaka sahivi sijala chochote zaidi ya maji. Kila siku nikimwomba hela ananiambia ana shida. Shemeji, kwanza pole kwa hayo ambayo unayopitia lakini mi naona hili swala ni haraka sana sahivi. Kwanza kuhisi okuwa na mwanamke mwingine ninavyohisi, labda huenda hizi ni pilikapilika zake za hapa na pale, zinajua tena shemeji, hili jua pia kali sawa. So, nimekuelewa maana kusema, ah, ukweli ameshanifika kuoni, nimevumilia, nimeshindwa kwa muda mrefu sana kwa sababu mbaya zaidi anaambia na hela, alafu kuna siku nafua suruali yake nakuta nakuta hela, alafu ikiwa asubuhi aliondoka kaniambia anatamia kwa hiyo unashindwa kumwelewa sana rafiki yako. Natamani niondoke hata nyumbani, lakini ndo hivyo, nishaingia kwenye ndoa, siwezi nikaivunja kirahisi hivyo. Kusema kweli, shemeji, hayo ni mazito na anahitaji ufumbuzi wa haraka sana, kwa sababu swala hilo unaonieleza hapa, kwa akili ya kawaida ni ngumu sana kulifikiria, kulifanya. Lakini sasa, kama hivyo unavyosema lishatokea, hatupaswi sasa kuanza kuwaumiana, kutupiana maneno hivi mara vile naona no haifai. Cha msingi naomba shemeji unipe muda nikae naye rafiki yangu, niongee naye, ni ikiwezekana tukutane wote kwa pamoja tujua tunanisoguruki swala hili, lakini sio kuondoka shemeji. Basi sawa, nimekuelewa haina shida. Ni moja niende shemeji yangu. Sawa, so, karibu ningekupa hata chakula, sema ndio ipo labda ukaribie maji. Basi salama shemeji, hey. Hmm. Yani, kiukweli wamenishtua sana yani taarifa unaumwa, nikajua hata nikifika hapa nitakutwa kwa maututi, kumbe unaumwa kichwa tu. Kwa hiyo unavyoona hichi kichwa kinavyouma, si umwe, si ndio hivyo? Kosiliazikeli na maisha yangu, yaani mimi nipo hapa tu nimelaa na kunywa midawa ambayo yaeleweki, unashinda hata kunipeleka hospitali kila siku wewe una hela, lini utakuwa na hela sasa? Yani hata kunipokuepo nilikuwa nakutafutia wewe, natafuta hela lakini sijakamilisha hata mpango wenyewe, ndo napigiwa simu. Kama ninge nimekamilisha mpango, nimepatiwa hiyo hela, sasa hivi ungekuwa hospitali. Sina pesa, usiniambia unanipambania wakati nimekunywa dawa tatu. Ungekuwa unanipambania basi, sasa hivi ningekuwa hospitali. Kila siku mimi nakunywa midawa, ninaumwa sijui na maugonjwa gani. Lakini nakunywa dawa ambazo sielewi ni za ugonjwa gani pia. Hivi unataka kuniua au furaha yako nife, si ndio? Unataka uishi mwenyewe jumba kubwa. Mtu anaweza kasema kuna hela lakini kumbe kuna hata mia. Mwanaume una hata hela, tunajadiliana so kutatua tatizo au unaleta lawama? Nimeshachoka ya maisha, kila siku una hela lini utakuwa na hela? Sasa haya, kama ndio hivyo, naumwa nafanyieje ndio nipone? Nimeshachoka kila siku kufake life, maana nini? Sasa nataka hela mimi niende hospitali, siwezi kukaa hivi, nishakwambia unakaa nanake una una zako tu kwa ile unapa nake wengine, unasema una hela kila siku una hela, lini utakuwa na hela? Mwanaume mzima unasema una hela, inamaanisha una kazi, si ndio? Kweli wahenga walisema bora ukosee vyote ila usikosee kuoa. Yani mwanamke unaongea kama redio. Yani nimekuja hapa ili tutatue, nijue unaenda vipi hospitali, lakini lawama, lawama. Ah, baki mwenyewe basi wewe mwenyeweba. ah. mm. Mungu wangu ni jamani, nitakufa mimi ah, mapenzi ah. Maumivu ya kudumu hata thamani imepotea, kila kukicha tukulia, natamani singi. Hiyo hiyo ndo changamoto ambayo ambayo imenikuta. Watu wa mikopo wamekuja kuchukua vitu vyangu kama zamana alivyokuwa nimeweka e, nilishindwa kulipa pesa yao na makazi nilokuwa nakaa, kodi imeisha, sasa nimefukuzwa kwao, sina makazi maalum, nipo nipo, tunarandaranda mtaani. Pole sana, niki kwa changamoto nyingi zinaweza kupata. Inasema huo ndo ukuu kwao, unasema kuna pakukaa na sahivi, naelekea mi, nipo tu mtaani hivi, kila muda niko safarini. Sasa, hmm, hapa cha kufanya tusipoteze muda, lete simu yako nikuandikia namba zangu za simu. kesho saa saba na nusu nitafuti uenda nitakuwa na chote cha kukusaidia. Sawa, itakuwa vizuri ah. Usisahau kunitafuta. Asante sana, nafikiri huu ni wakati sahihi nilipokutana nawe Aisha, Aisha, sasa utaratibu gani? Muda huu usiku inabidi tuwe chumbani mimi na wewe, lakini wewe umetoka we kuja kulala hapa nje kwenye masofa yaani, na wewe umegeuka masofa hivi. Unajua maana ndoa wewe? Unajua maana we halisi ya mke na mume ndoa gani eh? maana hicho kitanda na kiona cha moto tangia niingia katika, hakuna hicho kitanda, hakuna zitakuja Hujue mke wangu anashindwa kuelewa kitu kimoja. Mimi miezi michache nyuma nilikuwa na pesa na ndio maana ukaona nimejenga umjengo mjengo, lakini pesa zina mtindo wa kuja na kuondoka. Muda huu nizamia watu wengine. Kwa nini unashindwa kuwa mvumilivu? Mvumilivuemvumilia kwa muda mchache. Kila kitu kitakuwa sawa. Mbona kila siku unaimba hii nyimbo? Hivyo ni muda zima. Nikutandike hapa hapa, hapahapa si ndio? Najua nimetafuta pesa na tafuta. Hebu wewe, kama ndoa zote ndo zingekupoa wanaume wote kwa kama wewe. Unafikiri zinao zingedumu kweli? Nisikiza, nikwambie. Niache, nimechoka mtoto wa Clement Mwandabo. Niache, nifumzike. Kuanzia leo nitalala hapa hapa kwenye kochi. Wewe, si unaenda na zibania? Unanena mimi fara na mimi chizi. Nenda kachukue wanawake zako, kaya nao kwenye kitanda, wape hizo hela. Mimi sitaki. Kwani shida nini sitokelea hapo nini? Yaani katika kitu unajuta. Kooa kabila lako. Yaani Wazalamu mnaongea mnaongea sana. Yaani kuna muda nawaza huyu mwanamke au redio? Lakini okay, anyway, kwa sababu wewe ndio umeamua hivyo, basi acha sheria ifuate mkondo wake. hey, mnenda kuna mlio wako kama mjusi. unamtishia na mtu wenye kifua una, unajianikanika tu hapa miguu kama leo kili unantisha na kwanzia leo inakwambia, kila mtu afanye mambo yake njio. Unanipa hela ila kupika, unajipikia mwenyewe na mimi najipikia mwenyewe, afu tuone sasa jeuri yako, mshenzi wewe, mtu wenyewe mweusi kama umekosakosa na bomu na kustili, alafu bado unanilingia wewe, sisakafyuka wewe eh. Njoo, Chadi, mbona unakalia kimya? Nimekuonyesha ishara zote zile za upendo, lakini sioni action yoyote Rema. hey, nimeshakuonyesha kile ishara kwa sikupenda Em, naomba niache mimi niende kwenye shughuli zangu. Chard. Nangu hayupo, tuende basi ndani mara moja. Unafanya nini? Chard. Chard, wewe sio mtoto, wewe ni mtu mzima na umeelewa Chard. Tuende basi ndani hmm? Mbona kabla hapo, kabla hapo, sio hapo, sio ya Chard

Sikutarajia kama ni mtamu kiasi hiki, yani leo ndo nimegundua kuwa nilikuwa nichelewesha tu kupata furaha. Safi kwa ndugu yangu, niambie. Mimi nimekuja kwa jambo langu, naona umekaa kimya na, umeka na bado mahusiano ya yule oh, mwanamke na mwanaume wake yanaendelea? Sasa nimeshindwa kuelewa. Bado naifuatilia na bado lipo ndani ya uwezo, kwa hiyo sijali na nimefikia sehemu nzuri, nafikia mwafaka. Basi sawa.